Naomba nikufundishe jinsi gani unaweza kufanya extension kwa mteja ambaye ana nywele ndefu kabisa. Sawa, so, kwanza kabisa hakikisha unakata mstari ni upande wa mbele na huku pembeni, nitausuka mstari huu kwa pande zote mbili, nitakwenda kuelekeza nywele hizi naweza kuzitumia mwishoni kabisa. Sawa, so, sawa. So. Wakati nasuka mstari huu, naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi saluni kwa ujumla karibuni sana chuoni kwetu chuo kimesajiliwa tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki namba zetu ni hizo ambazo na kwenye screen. ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. mnatokea mikoani, hosteli zipo. sasa turudi darasani. kwenye upande wa nywele hii sasa, hii nimeisuka tu nitakuja kuifumua mbeleni tunaelewana. na nitaenda kukifanya sasa. kabla sijaongezea weaving mstari wa kwanza nitakata nywele ya mteja nitaiacha. Mstari wa pili nitakata nywele ya mteja nitaisuka, ndio nitaenda kuongezea weaving. umeona kwa mfano hapa. mstari ule ambao nimeshonea weaving nitashonea, baada hapo nitakata nywele nyingine ambayo nitaifunikia kwa juu. hivi. alafu baada hapo nitakwenda kukata mstari mwingine. Huu mstari mimi ndio nitaenda kuushonea weaving. Sawa, kwa hiyo, kwa kawaida mstari wa kwanza utauacha nywele ya mteja, mstari wa pili utausuka, utashonea weaving. mstari wa tatu, utakata nywele ya mteja utaiacha. Sawa sawa, kwa mstari wa nne utakata tena nywele ya mteja utaisuka hivyo hivyo. Kwa baada ya kuacha ile nywele ya mteja nitasuka mstari huu, alafu nitaenda kushonea weaving yangu. Uh, weaving ambayo nimeitumia inaitwa Natural Yaki kutoka Darling Tanzania. Kuna uwezo wa kujipatia nayo ya kwako, zipo katika rangi tofauti tofauti utaangalia ambayo inaendana na nywele ya mteja wako. Sasa sawa. Kwa tutashonea. Tutumia uzito wa kawaida. Hakisha kwamba unatumia sindano ambayo ni ni zile kubwa zinakuwa ni rahisi kwenye kushonea. Umakini pia unahitajika. Wakati na shonea nywele yangu hii namba nikwambie sasa. Kama mteja ana nywele nyingi kichwani, tumia njia hii ya kusuka hapo hapo ndio ukate nywele ya mteja kwa sababu, ukisema usuke mistari kichwa um, usuke mistari kote, alafu uende ukashonea, unaweza kukutana na nywele nyingine ambapo aidha zikajaa zaidi au zika, yaani, almost zitajaa zaidi. Hauwezi ukapata matokeo ambayo ni mazuri, lakini ukikata na kushonea hapo hapo, hii itakusaidia kwamba kuona hapa niongeze, hapa niongeze au nipunguze. Tunaelewana? Kwa wale ambao mnachaji kujiunga na chuo chetu, pia tunawakaribisheni. Kuna wale ambao sasa mmeshajifunza kama hivi online na Hauwezi kuja darasani live, tuna magrupu ya WhatsApp ni bure kabisa, lakini hakikisha umeshaingia YouTube umemtafuta Farida Othman na umegusa button iliyoandikwa subscribe, kisha njoo na screenshot kwenye namba ambayo niko kwenye screen yako, nitakuunga kwenye magrupu yetu bure. Baada ya hapo, tuma feedback yako, tuma umefanya kazi yako kama hii, tuma ule mwendelezo wako, bwana, mimi nina moja mbili tatu, wapi nakosea? Nitakwambia ongeza hapa, punguza hapa, hii iko sawa. Kwa hiyo vyote vina wezekana. Sasa baada ya kushonea nywele yangu hivi mwishoni kabisa nitai, nitakata huku kwa sababu sitaki nywele zibaki bakie. Sawa, wewe kata nywele usihurumie, usizani unaharibu. Kata, alafu utachukua nywele ya mteja juu utafunika. Kama itakuwa bado tutakata tena msare mwingine, tutasuka, tutashonea weaving yetu. Sawa sawa. Kwa baada ya kufanya hivo kichwa kizima, kisha unaichana nywele ya mteja wako vizuri kabisa. Sasa nitarudi kwenye ile nywele ambayo tuliisuka pale awali na kuiacha nywele ile, tutakwenda kuifumua na ku, tutaitumia upande wa mbele kwa mteja, mtu ataona kama tu ni nywele yake hivi. Sawa sawa, kwa hiyo utaifumua nywele hii, kisha ifumua sasa utakwenda either ni kuipasi. Utapasi kwa mtu ambaye ni mdogo tu. Kwa kawaida kama wivingi yako ni original, una uwezo wa kuipasi wivingi yako ikablend vizuri na nywele ya mteja wako sawasawa, tunaelewana. Kwa maana ninachokifanya kuona pasi na ichana nywele ya mteja wangu inachanganyika na weaving yake vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza ukafanya extension kwa njia nyingi tofauti tofauti. Nadhani nilikisha kuwafundisha, kwa wale ambao mnafuatilia katika YouTube channel yetu, tulishasoma extension nyingi sana, lakini kuahidi tu kila siku tutazidi kukufundisha kitu kipya. Kama kuna sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kama unahitaji kujifunza zaidi, karibuni sana. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Karibuni mjifunze. Kwa wazazi, walezi na mwanao kama aliza darasa la saba yuko nyumbani, mlete aje ajipatie fani yake. Kuna wale ambao wamemaliza form 4 hapo nyumbani, kuna wale ambao wamemaliza form 6 na subiri kwenda chuo. Njoo darasani, njoo, soma usiondoke. Usiende chuo huna ujuzi wa kusuka. Sasa utashindwa hata kujibana <laughs> nywele za kuendea darasani sasa, yes. kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo nitamalizia nywele yangu kama hivi ambavyo unaona alafu nitakwenda kuonyesha ule ambao utakuwa ni muonekano mwisho kwa mbele. Mteja wangu alikuwa anaonekana kama hivi. Kwa hiyo unaweza kufanya extension za design nyingi na tofauti tofauti, kama una saluni kila siku hakisha unapitia peji hii, kwa sababu mimi kila siku tutakufundisha kitu kipya. Sasa endelea ku upgrade saluni yako, endelea kuwaboreshea wateja wako wasije wakakutana na huduma zile zile miaka nenda miaka rudi. kwa baada hapo nifanyia mteja wangu makeup, na huu ndio ulikuwa muonekano wake wa mwisho. I hope umejifunza, na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, nadhi kukukumbusha kwa mafunzo bora ya saluni kwa ujumla. Karibuni sana chuoni kwetu. Chuo kimesajiliwa, mafunzo yetu sisi ni ya uhakika. Asante na endelea kujifunza nami, bye bye.